Akitoa hukumu hiyo, hakimu mkazi mkoa wa Manyara, Martin Masao, amesema Hamisi Abdala ametenda kosa hilo mnamo tarehe 23 mwezi wa nane mwaka 2025. Kesi hiyo namba 23254 ya mwaka 2025 imetolewa hukumu leo kwenye mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Manyara, ambapo mshitakiwa huyo Hamisi Abdala alimkata mtoto huyo masikio yote mawili kwa kutumia kiwembe na kumchanja kifuani pamoja na kumbamiza kichwani ukutani. Mbele ya hakimu Martin Masao, Mshtakiomshtakiwa aliulizwa kuwa iwapo ana chochote cha kuiambia mahakama, mshtakiwa alijibu kuwa hana chochote cha kuiambia mahakama, ndipo wakimu Martin Masao alipotoa hukumu hiyo na mshtakiwa kwenda jela miaka sita na faini ya milioni moja. Hata hivyo wakimu Martin Masao aliambia mahakama kuwa kuselewa ni kinyume cha kifungu cha sheria namba 225 cha kanuni za adhabu, makosa ya jinai, sura ya 16 iliyofanyiwa marejeo mwaka 2023. Wakizungumza nje ya mahakama, mzazi wa mtoto aliyekatwa masikio pamoja na msaidizi wa kisheria na haki za binadamu wanazungumzia hukumu hiyo. Nashukuru mahakama kwa hukumu waliotoa leo, kwa sababu hukumu, nimeridhika na hukumu, ila bado nilikuwa na wasiwasi kidogo, kutokana na madai niliyo, gharama nilizotumia sana, wala hata ngumu kupata mara moja, ndio nikasema sasa nitafungua tu madai kwa sababu sijaridhika na madai walioniambia. Nilipata taarifa za huyu mtoto kutoka kwa bosi wangu kwamba nisikie kuna kesi ya mtoto kukatwa masikio. Mtoto huyu yuko kwenye kata yangu, wakati huo mtoto ashaanza kupona, lakini nilifuatilia, nikafika mpaka kituo cha polisi, kakutana na msaidizi wa kamanda, kaongea naye hakutaka kuniruhusu lakini, kwa vile mimi ananifahamu na anamfahamu, ikabidi nimpigie bosi wake. Nilipompigia bosi wake akanipa go ahead ya kumtafuta mzazi wa mtoto na mtoto mwenyewe. Basi nilimtafuta mtoto, nilipomwona mtoto, nilimpiga picha nikamrushia bosi wangu vile ilivyo, kwa sababu sisi tunaruhusiwa kufanya hivyo. Lakini nilipofanya hivyo, baadaye nikamwambia huyu msaidizi ambaye ndio mpelelezi wa kesi ya huyu dogo, huyu mtoto ambea bana hii kesi tunaomba ifikishwe mahakamani kwa haraka, vinginevyo itakuwa ni mbaya kwetu na kwenu, kwa sababu sisi tumepigiwa simu kutoka Arusha. Hayo ndio niliyoyaona, lakini zaidi naishukuru mahakama kwa kutoa hukumu hiyo, japo sikuridhika, lakini kwa sababu hakimu ameamua, hatuna namna Ikiwezekana kulikatia rufaa, tutalikatia rufaa. Ngoja kwanza tukakae na wateja wetu, tujadiliane, tuone tunafanyaje, kwa sababu sasa tayari ni wateja wetu.